As as of that opinion, say aye. Aye. Ni makabiliano yaliyerekodiwa katika majengo ya bunge Jumanne kati ya wabunge wawili huku wabunge wengine wakisikika wakishabikia makabiliano baina ya wawili hao katika video iliyerekodiwa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii na kuibua hisia miongoni mwa umma. Akihutubia kikao cha bunge, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amekashifu kisa hicho akisema kwamba vitendo vya mbunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki iala Falhada Imam havikubaliki na vinadhoofisha uadilifu wa bunge nchini Kenya. Kwa hiyo inasikitisha kwamba baada ya kupewa nafasi hizo, Mheshimiwa Faldaha alijiendesha kwa njia isiyo na heshima. Baada ya kukagua video na ripoti ya tukio, ugomvi mkali kati ya wawili hao uliliweka bunge katika hali mbaya na huenda ikaathiri vibaya heshima ya bunge hili. Spika Wetangula akimpiga marufuku kuingia katika majengo ya bunge la Kenya kwa muda wa siku tisini. Aidha, mbunge huyo wa bunge la jumuiya ya Afrika Mashariki Falhada Iman atahitajika kuomba radhi kwa maandishi kufikia Aprili 14 mwaka huu, marufuku hiyo ikianza kutekelezwa mara moja. Wakati huo huo, Mheshimiwa Falhada amezuiwa kuingia katika viwanja vya bunge kwa siku tisini, isipokuwa siku na wakati atakapowasilisha maelezo yake kwa maandishi kwa Spika, ambapo lazima asindikizwe na askari wa bunge. Wetangula amesisitiza kwamba kama mwanachama wa bunge la IALA, Iman hana uwezo sawa na wabunge katika bunge la kitaifa la Kenya, haswa kuhusu haki ya kulihutubia bunge moja kwa moja. Kwa hivyo, Spika ameagiza kwamba Iman aeleze matendo yake kwa maandishi. Mbunge wa bunge la EALA hana jukwaa la kujieleza mbele ya bunge hili, na katika suala hili naagiza mbunge ajieleze kwa maandishi kwa spika wa bunge la kitaifa na mwenyekiti wa tume ya huduma za bunge ifikapo Jumatatu saa 11 jioni. Wawili hao walirekodiwa wakirushiana makonde katika bustani ya bunge kwenye video iliyosambaa mitandaoni, huku baadhi ya wa wabunge wakimlaumu mbunge wa Tigani ya Mashariki Mpuri Aburi kwa kuwa chimbuko la video hiyo wabunge hao wawili wameelezea kusikitishwa na tukio hilo, huku Iman akiomba radhi kwa umma kwa kitendo chake. Nikiripoti kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Duncan Maiche, ITV.